Tumeahidi kujenga miradi tisa ya maji itakayohudumia maeneo ya Bugango, Buchurago, Bubale, Minziro, Bugorora, Ruzinga, Bugandika, Mushasha, Mwemage, Bieju, Kashenye, Kanyingo na Mgana. Hayo maeneo tunakuja kumaliza adha ya kutokupatikana kwa maji. Aidha, tulileta shilingi bilioni kwenye sekta ya afya. Sasa tulileta shilingi bilioni tatu milioni mia nane kwa ajili ya ujenzi wa majengo kumi na tatu kwenye hospitali ya wilaya ya Misenyi na ununuzi wa vifaa tiba na madawa. Tulijenga pia vituo vitatu na zahanati saba kama alivyosema mgombea ndugu yetu Kiombo hapa na zahanati nyingine katika maeneo mbali mbali. Sasa tulileta vile vile magari matatu ya kubebea wagonjwa, na tunapoenda mbele, mkitupa ridhaa ya kuendelea kuendesha serikali, tutaweka lami kilomita mbili, barabara ya kutoka Bulembo kona, Bulembo kona mpaka hospitali ya wilaya ili kurahisisha usafirishaji wa wagonjwa. Tumeona hili ni tatizo. Mgonjwa anakuja hali ni mbaya, akifika ingia toka, hapana. Tutaweka lami ili afikishwe vizuri hospitali. Kwa upande wa sekta ya elimu, tulijenga shule mpya za msingi saba, mabweni kumi na mbili na madarasa mia moja na kumi na mbili na shule za sekondari tatu. Aidha, tulileta shilingi bilioni saba na milioni mia mbili kuwekeza kwenye elimu bila ada. Fedha hii singeletwa na serikali, ingetoka mifukoni mwenu, ndugu zangu, kusomesha watoto wenu. Lakini serikali tukasema hapana, fedha hii sasa inatoka serikalini kuwezesha watoto wetu waweze kusoma vizuri bila kujali hadhi ya kiuchumi ya kaya zao. Sasa mkitupa ridhaa, tunapoendelea takamilisha ujenzi wa chuo cha VETA Buyango ili vijana wetu wapate ujuzi utakaowezesha kuajiriwa na kujiajiri. Na ili kuwainua wananchi kiuchumi, tulijenga soko dogo la ndizi kwa ajili ya kina mama na, na jengo la abiria katika stendi ya Kiaka. Kitupa ridhaa kuendesha tena nchi, tunaahidi kujenga soko la kisasa la Bunazi. Aidha, Tutatoa, tutatoa mikopo kwa wananchi kwa ajili ya ufugaji wa samaki kwenye vizimba katika mwalo wa Kabindi, kata za Kashenye na Gera.